Amezungumzia kuhusu habari hiyo ya kuuzwa na pia uwezekano, na uwezekano ukubwa wa taarifa hiyo. Lakini taanza na Ben Jacobs ambaye amekuwa mazungumzo na Talksport leo, akazungumza kuhusu uwezekano wa kuuzwa na Ineos kuingia mitini. Amesema kwamba kuna, kuna nia ya dhati na taarifa hii ni sahihi kutoka kwa wawekezaji kutoka kule katika Umoja wa Falme za Kiarabu United Arab Emirates ambapo wanajaribu kujipanga na kuona kama wanaweza kuwasilisha hofa kwa ajili ya kuinunua klabu ya Manchester United. Amesema kwamba wawekezaji hao ambao wanatarajiwa kutoa ofa ya mwanzo ya kununua klabu ya Manchester United sio kutoka Saudi Arabia, lakini pia sio kutoka Qatar wala Sheikh Jassim. Anasema kwamba vyanzo vyake vinaambia kwamba taarifa hizo si kutoka Saudi, lakini pia sio kutoka Qatar, lakini kuna uwezekano kwamba kuna kundi maalum la wawekezaji kutoka United Arab Emirates ambao wanaonyesha nia na wanachunguza uwezekano wa kuunda muungano wa wao kama wawekezaji na kuunda muungano huo ili waweze kufikia hatua wa ya kuwasilisha ofa ya kwanza kwa ajili ya usajili wa kwa ajili ya ununuzi wa klabu ya, ya Manchester United. Amesema kwamba kwa sasa ambacho anafanya wamefikia hatua wa ya kuwasiliana baadhi ya wachezaji wa klabu ya Manchester United wa zamani si kwa ajili ya kuwa, kuongeza kwenye idadi ya uwekezaji bali kwa kuwafanya wawe mabalozi katika mpango huo wa kujaribu kuinunua klabu hiyo ya nchini Uingereza. Akasema kwa sasa hivyo ndivyo hali ilivyo, lakini uh, kundi hili kutoka United Arab Emirates linaonekana limepiga hatua kwa upande wa ndani katika kujiandaa, lakini bado hawajatoa ofa rasmi wala tarifu, Glazers kuhusu mipango yao. Kwa hiyo tusubiri tuone hali itakuaje kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo basically, um, huyu bwana Ben Jacobs benao anasemaii jambo la kwamba klabu ya Manchester inapenda kusajiliwa. uh, ipo anakuna mtu anaendikia anasema kwamba ina pause, lakini nafikiri ina, ina pause kwa sababu ya network labda inawezekana ndio changamoto hiyo. Kwa hiyo um, kwa hiyo anasema kwamba Ben Jacobs anasema kwamba taarifa hii ya kuuzwa klabu ya Manchester ipo, yani sio kwamba ni taarifa fake. Ilianza juzi kwa Al-Tahik kwa kule Saudia akazungumzia habari hiyo, lakini leo imekuwa ikiendelea kutrend na Ben Jacobs anathibitisha kwamba taarifa hii kweli ipo na kuna muungano wa watu kule, kule, kule, uh, Dubai United Arab Emirates ambao wanajaribu kutafuta uwezekano uh, wa kuweza ku, uh, kununua klabu hiyo ya Manchester United. Uh, okay. Kuna mtu anaekea comment hapa anasema badala ya Amorim. Okay, nitakuja na hilo sawa. Kwa hiyo ndivyo taarifa ilipo, lakini kwa zaidi ya hapo pia uh, um, uh, uh, Lord Whitwell, uh, Lord Whitwell, huyu ni wa The Athletic amezungumzia kitu kingine ambacho kinaja, tutulie kidogo tuelewe, kwa sababu ni kitu kigumu kidogo, lakini ni kitu ambacho kina make sense. Kuhusu uwezekano wa Glazers na Ineos kuvutavuta muda kwa ajili ya dili hili kuchelewa kwa Amerika. Anasema kwamba wana haki, yani, Glazers na Ineos wana haki ya kuendelea kuvutavuta muda kabla ya kukubali kuuza klabu hii kwa watu wengine. Akasema kwamba hii inalazimisha Sir Jim Ratcliffe auze kile kipande chake ambacho amenunua uh, tutasema ule umiliki wake wa asilimia ishirini na tano ambayo alinunua, kwa sababu anasema kwamba kumekuwa na miezi kumi na nane ambapo katika miezi hiyo kumi na nane ilikuwa um, haiwezekani katika miezi hiyo kumi na nane kumlazimisha Sir Jim Ratcliffe kuuza ile asilimia yake 25 ambayo aliwekeza kwenye klabu, lakini baada ya miezi hiyo kumi na nane anasema kwamba uh, sasa hivi Glazers wako huru baada ya miezi 18 na kupita wa kuhuru kuuza kwa mtu yoyote ambaye angependa kuinunua na Sadim Ratcliffe na Ineos hawezi kuwazuia wasifanye hivyo kwa sababu ule muda ambao walipewa wa kuweza kukamilisha manunuzi na asilimia mia moja au uh, kuwa na exclusive kwamba hakuna mtu mwingine atakayeingia kawekeza ulikuwa ni muda wa miezi kumi na nane ambao sasa hivi umeisha. Kwa hivyo Glazers sasa hivi wanaweza kukubali, wanaweza kupokea offer kutoka kwa mtu mwingine yoyote, lakini akasema kwa kinachofanya ofa nyingi sasa hivi zisiletwe na zisikubaliwe ni kwamba kuna mambo ya share price ambazo zinatarajiwa kwamba kufika Februari 2027 itakuwa ni dola 30, uh, tu kwa kila share ambayo inahusiana na klabu, na hii maanake ni kwamba bei ya dola 33 kwa share uh, ndio bei ambayo Sheikh Jassim alinunulia asilimia ya klabu. Kwa hiyo maanake ni kwamba ikifika wakati huo, uh, mtu akinunua kwa pesa hiyo maanake anaweza akamrudishia Sir Jim Ratcliffe hela yake yote ambayo aliwekeza, lakini still bado Glazers wakapata faida katika mauzo ya klabu hiyo. Kwa hiyo hiki uh, ndicho ambacho kinafanyika sasa hivi, anajaribu kuona kama itafika hadi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na saba ili Glazers wapate faida na pia Ineos wapate pesa yao, lakini pia anasema kwamba ikifika kipindi hicho pia Uh, kabla ya kufika kipindi hicho manake, Glazers pia wanaweza akaamua kuuza kwa mtu mwingine yoyote lakini hakutakuwa na hawawezi kukubali kupokea fedha chini ya hiyo ya dola 30 kwa kila share, kwa sababu hiyo bado inawalazimisha kwamba sasa hivi mtu akija kununua angalau alipe dola 33 kwa kila share, na hivyo itamfanya Sir Jim Ratcliffe kupata pesa ambayo aliingiza kwenye klabu ikifika Februari 2027. Glazers watakuwa wanaweza akawa tayari kuuza kwa mtu mwingine yoyote bila kukubaliana na glaze bila kubaliana na Ineos na wala bila kujadiliana bei na Sir Jim Ratcliffe. Wanaweza kaamua kuuza kwa pesa yoyote ambayo wanataka, na Sir Jim Ratcliffe hawezi kufanya chochote, kwa sababu muda wake unakuwa, umefikia hapo. Kwa hiyo, tusubiri tuone, 2027, kana, kulingana, uh, kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje kabla ya Februari elfu mbili na ishirini na saba. Yoyote yanawezekana, lakini kulingana na anasema kwamba Uh, wengi wanaweza kusubiri mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na saba Februari, angalau Glazers wapate faida ambayo wanataka, lakini pia uh, Ineos pia wapate faida ambayo wanataka kuipata. Kwa hivyo hiyo ndo habari ambapo ipo kuhusiana na kuuzwa kwa klabu ya Manchester United. Ikiwa kuna mtu ana swali hapo, ningependa niandike kwenye comment afresh na kuipitia, lakini kwa kufanya maisha kuwa rahisi, muweze kuelewa ni kwamba jambo la kwanza ambalo unapaswa kuondoka nalo kama umefika kwenye chaneli yetu Uh, ni kwamba Glazers hawajatangaza rasmi kwamba wanauza klabu Ineos hawajatangaza rasmi kwamba, kwamba wanauza klabu, lakini kuna ukweli kwamba kuna baadhi ya wawekezaji kutoka nchini uh, kutoka Dubai na maeneo yanayozunguka katika zile nchi za Jamhuri ya Muungano United Arab Emirates, family family za Kiarabu, muungano wa nchi za Kiarabu, ambapo wote wanajaribu kufanya muunganiko kutengeneza timu moja ya kuweza kuwekeza ndani ya klabu ya Manchester United. Hiyo ni taarifa ni sahihi kwa sababu Jacob anasema kama ni taarifa sahihi. Lakini wanunuzi ambao anatajwa sasa sio kutoka Saudi wala sio kutoka Qatar na wala sio Sheikh Jassim yule wa mwanzo. Hiyo ni moja. Jambo la pili ni kwamba kwa sasa hivi ikiwa klabu ingependa kuuzwa, wangeweza kuingiza angalau shilingi uh, dola 30 kwa kila share, na hiyo itafanya kwamba angalau klabu iuzwe kwa pesa ile ile ambayo sasa jimla kifali ingiza. Lakini wakisubiri hadi Februari mwakani kwamba, Glazers na kwamba, kuna hizo kuna hao wa matajiri ambao wanaungana kujaribu kuona kama wanaweza kuinunua klabu ya Manchester United. Subiri tuone itakuwaje, lakini mambo yote hayo nafikiri yanawezekana. Nitakupa taarifa ya Baleba, Watson, Bellingham, Casemiro na Bruno Fernandes muda mfupi ujao, naomba usiondoke hapo kwa sasa naomba niangala nikupatie kwanza, ma, nisome kwanza maoni yako ambayo umeandikia hapo kwenye comments ili nisikuache muda mrefu uh, Damian Kajiba anasema leo kuna live saa mbili. Leo nilitaka kwanza mapema kwa sababu saa nne na nusu nina kipindi na mtu mwingine pale, atakuja mgeni hapa United Insider, atakuwepo pamoja naye baada ya kipindi changu kuisha, kwa nafikiri nitaliza hapa kipindi na moja kwa moja kwenye kipindi kingine, ndio maana nimeanza mapema kidogo leo e uh, Saluma anasema Inios waondoke Alafu Abel Boazi anasema okay, nimeshamuelewa comment yako. Anasema Salumu anasema doctor, naona hii ni network yako ili usitoe habari zao. Nashukuru sana leo, of course nilikuwa uh, na changamoto kidogo ilikuwa sio network, ni kwamba kulikuwa kuna shida kwenye connection ya kamera yangu, kwa hivyo nikawa nashindwa ku, uh, kuenda, kwenda live, kwa hiyo ndio changamoto, lakini nimefanikiwa kuisort na sasa hivi I'm, I'm good to go um, Asante Michael Chai, asante Amili Abdu. Anasema vipi kaka Liva, hajapata majeraha? Angalau ikawa ponapona yetu na Maniu, hatuna majeruhi. Amili Abdu, naomba usiondoke hapo kwa sababu baada ya hapa nitakuwa na United insider hapa. Tutaongelea mechi dhidi ya Liverpool na matarajio kuhusu hilo majeruhi ni na mambo kama hayo. Kwa hiyo usondoke hapo tutakuja hapo kwa ajili ya uzungumzaji kuhusu mechi hiyo ya Liverpool. Breezy Moses anasema niko sawa kabisa, niko maoni yako, lakini pia anasema yuzwe tujue palipo kuwa pana vuja. Huyo kuwa wa miliki wa Manchester kwa muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana wakaendea kuwepo, lakini vile vile inawezekana waka waka wakaondoka vile vile, na atakaye kuja pia tategemea pia anakuja kwa mpango gani. Kwanza kama kuenda na project hiyo au kuamua kuanzisha project nyingine upya. Lakini tunawashi kwamba wanaokuja hapa angalau sio watu wanaokuja na madeni. Watu ambao wanakuja kufuta madeni yote, lakini pia kuhakikisha kwamba klabu inaanza ku wanaingiza pesa zaidi kuliko kutoa pesa. Kwa hivyo walisema kwamba watajenga uwanja mpya, watalipa madeni yote watafanya usajili. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wanaokuja wakafanya project iende kwa haraka zaidi kuliko ambavyo Ineos wamefanya. Okay, Manchelo Trasco anasema ulikuwa Hawaii, long time, habari ya South Africa, nipe taarifa za huko, nyie mnaendeleaje huko. Lakini pia Christopher Kiegeza anasema mimi mpango wa Ineos nimeipenda sababu ni mpango wa muda mrefu. Ni kweli kabisa, Ineos ni kama wana mpango wa muda mrefu. Tusubiri tuone mpango wao utafika wapi. Hii ilikuwa ni taarifa kuhusu uh, usajili na mauzo ya klabu yetu ya Manchester United. Naomba nikupe taarifa kuhusu taarifa mbalimbali za usajili. Taarifa ya kwanza anaweza kuhusu upande wa goalkeeper ambapo Mail Sport wameandika kwamba kuna uwezekano Manchester United wakasajili goalkeeper mpya dirisha lijalo la kiangazi. Hii haimaanishi kwamba goalkeeper atakayesajiliwa atakuja kuwa kuchukua nafasi ya Senne Lammens hapana, ya taarifa zinasema kwamba Andre Onana ataondoka klabuni, wakati huo pia Baindiri anatarajiwa kuondoka klabuni, wakati pia pia Tom Heaton pia ambaye ana miaka 40 pia anatarajiwa kuondoka klabuni. Kwa hiyo msimu ujao hatakuwa na Baindiri, hatakuwa na Onana, hatakuwa na Tom Heaton, hatakuwa na Sam Lemens pekee yake. Kwa hivyo wanasema kwamba atakuja, atakuja kocha atakuja kuwa kipa wa namba mbili kwa ajili ya kumkuwa backup goalkeeper kwa ajili ya kuchukua kumsaidia ambaye anaonekana atakuja kuwa goalkeeper nambari moja wa muda mrefu ndani ya klabu ya Manchester United. Hiyo ni kutoka kwa kutoka kwa Mail Sport kwamba uwezekano uh, huo upo wa kusajili goalkeeper lakini haimaanishi kwamba atakuja kuchukua nafasi ya Senne Lammens. Pia Chris Wheeler wa Daily Mail amesema kwamba ikiwa Senne Lammens atafanya vizuri, je, Manchester United bado watasajili goalkeeper mwingine kuhusu kuhusu nafasi hiyo kwa majira ya joto? amesema kwamba ni kweli kwamba kwa sasa, hata baada ya mechi moja, ni kwamba Lammens ndiye kipa namba moja mpya wa Manchester United, na hilo limeisha. Ni kwamba goalkeeper namba moja sahihi wa klabu ya Manchester United ni Lammens, na hii hi, inathibitishwa kwa jinsi ambavyo Man United waliamua kwenda kumsajili kijana huyu kutoka Belgiji badala ya kumsajili kipa ambaye alishinda kombe la dunia bwana Emi Martinez Boy. kwa hiyo Chris Wilder amesema kwamba kuna uwezekano United wakatafuta kipa mwingine msimu ujao lakini kama mchezaji wa akiba kuchukua nafasi ya Tom Heaton ambaye anatarajiwa kuondoka, lakini pia um, Bayindir na Onana ambao wataondoka. Kwa hiyo kuna uwezekano tukapata goalkeeper mpya dirisha lijalo la kiangazi, lakini atakuwa atakua ni goalkeeper wa kuja kufanya backup ya, ya Senne Lammens, ambaye anatarajiwa kuendelea kuwa kuwa goalkeeper namba moja wa klabu ya Manchester United. Hiyo ni kuhusu uh, usajili wa goalkeeper. Lakini kwenye usajili wa viungo nina taarifa kuhusu uh, kuhusu Carlos Baleba, Adam Wharton, Jobe Bellingham na wengine ambao wanahusianishwa na kuhamia katika klabu ya Manchester United, ambapo um, Alex Crook kwa Talk Sport amesema kwamba mbali na Carlos Baleba, chaguo lingine ambalo linawezekana kwa Manchester United kufanyiwa usajili mwezi Januari ni mdogo wake Jude Bellingham Bellingham wa Borussia Dortmund lakini nasema kwamba deal hili linaweza kuwa gumu kufanyika katikati ya msimu. Ehe, lakini dili ambalo linatajwa sasa, sijui job Bellingham kama anaweza kuja ama vipi, lakini naamini kwamba dili gumu sana kufanyika. Kwa hiyo, I don't think this deal will happen, lakini ni dili ambalo inatajwa kwamba Manchester inaweza ikajaribu kuona kama inaweza ikamsajili ikamsajiri, uh, job uh, Bellingham, sawa. Uh, halafu tukienda kwa upande mwingine. Uh, build, build wameongelea kuhusu dili hilo la Job Bellingham, wasema kwamba United wana interest ya kujaribu kumsajili Job Bellingham uh, ambaye pia anaonekana kwamba maisha yake ndani ya ya klabu ya Borussia Dortmund hayaeleweki kwa sababu amepewa nafasi ya kuanza mechi mbili za Bundesliga msimu huu, lakini pia amekuwa akipata dakika cheza kucheza na pia kocha wake Niko Kova uh, ameonekana ame, ame kama vile hataki kumpa nafasi ya kutosha kwenye pitch na hivyo anawaza kuondoka klabuni hiyo. Ruben Amorim ni shabiki mkubwa wa kijana huyo mdogo kutoka raia Uingereza na anasema kwamba angependa kumpa nafasi katika klabu ya Manchester United. Lakini pia Ruben Amorim anakubali sana uwezo wake wa nguvu na pia ugumu wake na pia njia yake ya kucheza soka katika nafasi ya kiungo, na hivyo Ruben Amorim anaamini kwamba Joe Bellingham anaweza kufiti vizuri sana kwenye mfumo wake. Basi United wanaweza kukutana na changamoto ya kusajili huyo kutoka kwa klabu nyingine za Premier League kama Crystal Palace pamoja na klabu zingine, lakini bado Joe Bellingham ni mtu wa kuangaliwa sana, kwa sababu kuna naamini kwamba Manchester United wataingia kwenye mbio za kujaribu kumsajili mchezaji huyu dirisha litakapofunguliwa, anaweza kaja Januari ama dirisha lingine litakalo kuja. Sawa, na taarifa nyingine kuhusu Adam Wharton kutoka kwa Fabrizio Romano alipokuwa akifanya update za usajili katika pale YouTube amesema kwamba Manchester United bado wanaendelea kuonyesha nia ya kumsajili Adam Wharton, ingawa vilabu vingine pia vinamfuatilia. Hata hivyo Crystal Palace uh, wamejikita wa kumaliza naye kwenye msimu huu na hawana mpango kumuuza mwezi Januari. Hata hivyo Manchester United watajaribu kuona kama wanaweza kumsajili Adam Wharton hata mwezi Januari ikiwa hali zao za kifedha zitaruhusu, lakini dili hilo linaweza kuwa gumu. Hata hivyo, Crystal Palace watajadiliana naye kuhusu mstakabali wake mwaka 2026 baada ya msimu uliopo sasa kuisha. Hiyo ni kwa mjibu wa Fabrizio Romano kwamba uh, uh, Adam Wharton bado anahusianishwa na kuja Manchester United lakini Uh, klabu itaamua na itafanya mazungumzo ya mstakabali wake uh, mwishoni mwa msimu huu. Sawa. Taarifa nyingine inamhusu Casemiro ambapo taarifa zinasema kwamba anaweza kubaki Manchester United. Jana juzi nilikwambia kwamba miongoni mwa watu ambao wanatarajiwa kuondoka klabuni pamoja na Casemiro, lakini taarifa ambazo nimezipata leo ni kwamba hii ni kwa mujibu wa Rob Dawson wa ESPN, anasema mkataba wa Casemiro unaweza kuongezwa lakini Kipengele ni kimoja, ikiwa atakubali kupunguza mshahara. Kasemiro anafikisha miaka 34 mwezi mwezi Februari mwakani, na sasa hivi anakula zaidi uh, laki tatu kwa wiki, na Manchester wangependa kumpunguzia mshahara, na ikiwa atakubali, basi anaweza kusaini mkataba mpya na kuendelea kubaki katika klabu ya Manchester United. Kwa hivyo hiyo ndio taarifa kuhusu Kasemiro, anaweza kabaki. Najua kuna kuna kuna kuna maneno mengi kuhusu Kasemiro. Wengi wanasema kwamba labda wangependa abaki. Wengine wanasema kwamba angependa aondoke. Juzi hapa tulikuwa kwenye, tulikuwa kwenye, kwenye comment hapa watu wengi wakasema, wengine wakasema kwamba Casemiro aendelee kupewa muda zaidi. Wengine wakasema kwamba apewe muda ikiwa atapata mtu mwingine. Mimi nadhani Casemiro ni mtu ambaye anaweza kuwa anastahili kupewa muda zaidi kulingana na uh, kulingana na uwezo wake ambao wanauonesha wana, wana, lakini changamoto hapa ni mshahara ambao analipwa, mshahara mkubwa sana na kwa uongozi wa watamla kichwa tu. Sidhani kama atakubali kushuka mshahara, sababu kama nakula mia tatu, laki tatu kwa wiki, hata akishuka 250 bado ni kubwa. Sidhani kama atakubali chini ya 200, kwa hiyo i believe ataondoka tu na anaweza kaenda Saudi Arabia, kwa sababu naamini kwamba kule kuna timu ambazo zinaweza zikamlipa mshahara mzuri ambao anataka. Hiyo ni kuhusu, uh, kuhusu Casemiro ambaye anaweza akaondoka ama akabaki, tegemea na mshahara wake kuhusu Carlos Baleba, taarifa hii imeanzia kwa Talksport Alex Crook, baadaye ikaongezwa marumaru maru na mambo mengine na kutoka kwa Mira Football, ambapo Alex Crook alisema kwamba Brighton hawana mpango wa kumuza Carlos Baleba dirisha lijalo. Hata hivyo, baadhi ya taarifa zinasema kwamba hafurahi muda wake katika kipindi hicho, baada ya Manchester United kujaribu kumsajili na ikashindikana katika dirisha lililopita. Lakini pia mmiliki wa klabu ya Brighton Tony Bloom anasema kwamba uh, anaamini kwamba klabu ya Manchester United haitakuwa klabu pekee ambayo itakuwa inawania saini ya mchezaji huyo, kwa hivyo watapanga bei ambayo wanapenda kumuuza ikiwa wataamua kumuuza. Lakini kwa upande wa Mirror Football wamesema kwamba Brighton wanatajwa kwamba wako tayari kupokea pauni milioni mia moja na nne nukta sita kwa ajili ya Carlos Baleba na pesa hiyo Manchester United hawataji kwamba wata, watalipa pesa hiyo kwa dili la Carlos Baleba. Bado ni dili gumu sana kufanyika lakini halijafa, na watu wengi waandishi wengi wa habari wanasema kwamba Manchester watasajili viungo wawili katika katika dirisha linalofuata, sio kiungo mmoja kama wao wanataka. Kwao wamtaja Adam Wharton, Ederson, Baleba, wawili hao miongoni mwao wanaweza wakasajiliwa na klabu ya Hizo ni taarifa za usajili kuhusu kila ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Manchester United. Naomba ni nisome angalau comments chache baada ya ku. Sawa, Amili Abdo Christopher Wanchoro Trasco okay. So, nimesha kuwa na point yako, lakini pia Michael Chai anasema kwamba klabu yetu inahitaji mabosi wenye pesa kwa sasa na inawezekana tukawapata kwa sababu hawa jamaa kutoka goalkeeper anatoka nchi gani? Watu wangu kwa Instagram pia niangalie, kwa watu wangu nisingewasahau. Uh, kuna watu wamenambia hapa ina pause, so na kwa sababu ya network, I think they are good to go. Nafikiri tuko tuko vizuri kabisa. Okay, sawa uh, okay, nafikiri we are good to go. Kwa hiyo um, guys, hizo ilikuwa ni taarifa kuhusu uh, taarifa za usajili na taarifa nyingine ambayo nimeiona leo uh, ni kwamba sasa lame kama nilivyosema, atakuwa kwa kama mmoja na ngoli kama mwingine, anaweza kaja mwakani. Lakini tarehe moja, maana leo imenichekesha nikasema, nitakuja naye hapa tuiongee. Ni hii hapa, ngoja nikuoneshe. Kuna taarifa moja hapa ambayo nafikiri na inachekesha kidogo na nitakwambia kwa nini inachekesha. Kuna taarifa ya po ya po. Mm -hmm. Kuna taarifa kwamba mechi dhidi ya Liverpool Jumapili hii uh, <laughs> Refari atakuwa ni Michael Oliver. Uh, kwa wale ambao wanafuatilia klabu yetu wanajua kwa nini nacheka kwa sababu huu utakuwa ni msimu wa tatu mfululizo ambapo Michael Oliver anakuwa mwamuzi mkuu wa mechi dhidi ya Liverpool na Man United katika uwanja wa Anfield. Na kumekuwa na maamuzi fulani ya ajabu ajabu katika mechi ambazo Michael Oliver amesimamia. Kwa hivyo tume, tuna I don't believe it's a coincidence. Kwa sababu naona kama vile um kwa nini classic Michael Oliver? Kwa nini Michael Oliver? Nataka mwanja nikuonesha hapa uh, uelewe anachomaanisha ni nini. Ngoja nikuwekea hapa labda unaweza ukakumbuka. Unaona hizo mechi hapo, unaweza ukaona hapo. Kuna mechi hapo ambazo nimekuwekea hapa ambazo zinaonyesha jinsi gani ambavyo uh, Michael Oliver alikuwa amekuwa uh, kocha kwa miaka kwa miaka mitatu kwa misimu mitatu mfululizo. Mechi zote za Anfield amekuwa uh, Michael Oliver ndo uh, ndo Desemba elfu mbili na ishirini na zote tatu. Januari elfu Mike Oliver, kuna mechi moja nne zote, kuna mechi moja ya mbili mbili, kuna mechi moja nyingine ambayo Diogo Dalot alipewa kadi nyekundu. alafu mechi ya, ya Jumapili na ufuata ni Mike Oliver tena, zote hizo ni Anfield. Na kuna kitu kinafanyika kwa mfano hii mechi ya ngoja uh, nikuonesha hapa mechi ya Liverpool mbili mbili ambayo ilipigwa ilikuwa tarehe ngapi ilikuwa ilikuwa, ilikuwa Anfield uh, tarehe tano Januari tarehe tano Januari mwaka, ulio, mwaka huu uh, tulitoka mbili mbili ambapo kulikuwa kuna penalty dakika sabini kutoka kwa Mo Salah hadi matukio ambayo itokea kwenye mechi hiyo ambapo uh, Yes. Ndo hiyo mechi tulitoka mbili mbili. Alafu kuna mechi nyingine ambayo ilifanyika pia uh, pale Anfield uh, pale Anfield ambapo ilikuwa ni mbili mbili bila bila um, bila ya mwisho na kuna mechi nyingine ambayo Diogo Dalo alipata kadi nyekundu kea. Mm-hmm. Kwenye kuonesha hapa ya hapo ya Diogo Dalot tulitoka tulitoka bila bila, ilikuwa mechi ya Premier League Anfield. Uh, tulitoka hivyo, alafu Diogo Dalot alipata kadi nyekundu dakika ya 90 ya mchezo na uh, kwa hiyo kumekuwa na controversy nyingi sana kwenye mechi ambayo anasimamia, lakini ni ni kitu ambacho kinatokea mara nyingi. Sasa sijajua kwa nini, lakini tusaona tubidi tuone. Lakini uh, mimi nikishaona huyo kipa huwa nakosa nguvu kabisa, sababu ni, ni anakuwa na majanga mengi sana ni kama ni kama anabifu na Manchester yani watu watu kubali kabisa yuki. mara nyingi tuki, tukiwa na huyu referee huwa majanga yanakuwa mengi sana, majanga yanakuwa mengi, lakini tusubiri tuone na ando, ndo ndo shapangwa hivyo atakuwa ndo ndo referee wa mechi na ufuatia ya Premier League. Sawa, timu zimerudi kutoka international break na taarifa njema ni kwamba baadhi ya wachezaji washarudi wengine, wengine bado hajarudi, lakini kwa hadi sasa hivi uh, Brian Mbwemo, Leni Yoro, Patrick Dogu, Senne Lammens, Benjamin Sesko wote hawa wamemaliza mechi zao na bado hatujapata taarifa za kwamba kuna mtu ambaye ameumia, kwa hivyo angalau hatuna mtu ambaye ameumia hapo, na wengine wataendelea kurudi hivi karibuni na Kasimiro, um, Ugarte na wengine tusubiri tuone. Uh, Bruno Fernandes pia hajarudi na Diogo Dalot. Tusubiri, tutaona watarudije, lakini tuombe kwamba warudi salama kwa sababu baada ya international break kuna koga na majeraha mengi sana. Hilo ni jambo ambalo tungependa sana kuliepuka. Uh, Chris Willa leo amefanya mazungumzo na The United Stand, na kwamba moja ya vitu ambavyo Ruben Amorim anafanya msimu huu ni kujaribu kutengeneza mazingira mazuri ya klabu na timu kuwa na umoja lakini, bado ye ni Mreno, na kuna uwezekano mkubwa sana akawa na mapendeleo ya Bruno na Diogo Dalo. Hii ni accusation, ambayo ni very serious accusation ambayo mimi nadhani nadhani kama ni kitu cha kweli lakini wanataja hivyo kwamba kuna uwezekano kwamba ana, nani anampendelea Bruno na Diogo Dalo. Sijui wewe pia unafuatilia mpira, ningependa unaambia jambo hilo kama unaamini kwamba ni, ni sahihi, ikiwa eti, ikiwa eti, uh, Amorim anampendelea sana Bruno na, na Diogo Dalo. Sawa so, hizo ndio news ambazo nimekuandalia leo. Naomba nisome comment hapa lakini naomba usiondoke hapo. Uh, baada ya hapa naenda kwenye kipindi kingine na hapa tutaongelea mechi dhidi ya Liverpool. Tuanze count down kuanzia leo kwa sababu baada ya siku tano kutoka hivi sasa mechi itapigwa pale Anfield katika mechi muhimu ya Premier League. Tutakuja kupitia pamoja na hapa, na United Insider hapa. Kuhusu mechi hiyo. Okay, Michael Chansman nakumbuka mechi ya mbili mbili ndio Michael Chikundu lao anasema kwamba mambo vipi, inaitwa Michael, ni poa Mozambique, nimechelewa kidogo, nauliza kuhusu timu kununuliwa imefikia wapi? Ukirudisha hii video nyuma kidogo, nimefafanua vizuri sana kuhusu taratibu wa timu hii kununuliwa. Bwana Michael lao, utapata update hiyo vizuri sana. Vipi kuhusu Jomi? Nao na wala tumuhitaji, itakuwa mko tu sisi tulimkosa Jude na na kaja kuwa mchezaji mzuri, lakini siamini Joba anaweza kuwa mchezaji mzuri kama kati ya viungo tunawataka. Hata mimi hajanishawishi, of course nimeshamwangalia kidogo, lakini Sioni kama ana ile potential kuweza kuwa kama Jude Bellingham, lakini anaishi kwenye kivuli cha kaka yake kwa maana watu wengi wana, wanamfikiria, I think. Sioni kama anaweza kutushawishi, kwa hiyo I don't think anaweza kutupeleka popote. Kwa hiyo sawa. Habari nyingine ambazo ninazo na comments nyingine nyingi na maoni na habari nyingine ambazo zinatokea zinatokea hapa, nitakupa hapa hapa, kwa sababu baada ya hapa naenda kwenye kipindi kingine nitakuwa na United Insider hapa, tutaongea mambo mbalimbali kuhusu klabu yetu, kuhusu uchambuzi wa mechi dhidi ya Liverpool. Kwa hiyo unaweza kuondoka hapo, lakini karibu sana kwenye session nyingine ambayo inafuata baada ya hapa. Dakika tano tu kutoka hivi sasa nitaanza hiyo session nyingine. Kwa hiyo usiondoke, basi, jaribu kuendelea kukaa nami, endelea kunifuatilia kule Instagram, katika mtandao wa X, lakini pia TikTok, Facebook, kote huko tunatumia jina United Redverse, na pia naomba nikwambie kwamba kwa sasa sasa hivi tunakuwa tuko live kote kotekote, na pia wale ambao wako Instagram wanakuwa na live, na hivi karibuni tunakuwa tunaenda live mitandao mingine yote, Facebook TikTok, uh, uh, na, na, na, na X kote huko tutakuwa live pamoja kwa sasa hivi, lakini Instagram na, na YouTube tunakuwa live muda mmoja, na hapo hata wale wako Instagram pia wananipata vizuri kabisa, na wanaweza kaenda pia kule uko naika kwa maoni yako. Nitafurahi sana kuwa ninayapitia. Asanteni nyote kwa kuniunga mkono. Endelea kunifuatilia, endelea kuniacha maoni yako na naendelea kulike na kushare video zetu, lakini pia karibisha sana uh, wengine waweze kujiunga na familia hii, endelee kukua like, share video lakini pia subscribe, share hiyo link kwa watu wengine pia waweze kufika, tuweze kupata wageni wengine kwenye channel yetu hii. Mimi, na tukutane baada ya dakika tano katika kipindi kingine ambacho kinafuatia baada ya hapo.